kama mtu anaweza akanijibu kwamba tunazuiaje uchaguzi usifanyike. Sote tumeona eh, CCM inajiandaa, ina na uchaguzi mpaka imeshateua na mgombea urais, imeteua mgombea mwenza, inaendelea kuandaa ilani, inaendelea kuandaa wagombea wa ubunge, inaendelea kuandaa wagombea wa udiwani, inaendelea na michakato yote ya kiuchaguzi. Tume ya uchaguzi inaendelea na, na michakato ya kiuchaguzi imeishamaliza kuandikisha wapiga kura nchi nzima, imeandikisha wapiga kura Dar es Salaam. Kama tulikuwa tuna uwezo wa kuzuia uchaguzi, tulipaswa kuzuia kitu cha kwanza ni ni ni kuandikisha wapiga kura. Tulitakiwa tu test water kwa kuzuia uandikishwaji wa wapiga kura Dar es Salaam. Kwa nini? Kwa sababu haukuwa sawasawa na sheria inavyotaka. Sheria inataka wapiga kura waandikishwe angalau mara mbili kwa miaka mitano. Serikali haijaandikisha. Tume haijaandikisha wapiga kura angalau mara mbili kwa miaka mitano. Sasa unashindwa kuzuia kitu cha kuandikisha tu wapiga kura kwa sababu ni kinyume cha sheria. Alafu unasema no election. How? How no election mzee? Tueleze unazuiaje uchaguzi? Hakuna anayesema tunazuiaje uchaguzi. Tunaambiwa tu no reform no election. Sisi kwenye hilo kundi la G55 tulichokuwa tunasema no reform is paramount. Hakuna mtu anayekataa kuhusu no reform. Hakuna mtu anayesema no reform haitakiwi. Sisi tumesema tuna sababu milioni za kutaka no reform kwenye nchi, kutaka reforms kwenye nchi hii. Kwa hiyo hoja ya no reform ni hoja paramount. Mtu yeyote mwenye akili timamu atasema hakuna reforms zilizofanyika kwenye e, mifumo ya kiuchaguzi ya nchi hii. Kwa hiyo no basically, no reform reform basically kwenye hii nchi. Kwa hiyo lazima tutafute reforms, lazima tutafute reforms na, na tunatafutaje reforms tunatafuta reforms kwa kuengage jamii kuengage watu kuengage wadau kuengage. Sasa sasa, ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu wanachama wa Chadema, mimi ni mbaya sana na anatakiwa niondolewe kwenye chama. Sasa kiongozi wa dini mnayemwingeji Chadema ni Mwamakula. Ana kanisa wapi? Nani anajua kanisa la mwamakula lilipo? Kiongozi wa dini mnaye mwengeji Chadema ni Mwanamapinduzi. Seriously. Mwanamapinduzi ambaye ni msaidizi wa Gwajima, Gwajima mbunge wa kwao. Ndio kiongozi wa dini unayemu ingeje, mnasema no reform no election. Serious. Yaani kwamba huo ndio serious tulionao, tunasema no reform no election. Alafu kiongozi wa dini tunayemu ingeje mwanamapinduzi. Sisi tumekaa mahali fulani, baadhi ya watu wakamuuliza mwenyekiti wa chama. Ili mwenyekiti, tunaongozana na mama kula ana block gani anayeweza kushawishi? Kama kweli unazungumza no reform Wakatoliki wanasemaje? Wakatoliki wameandika waraka wa Kwaresimu, wanawaambia waumini wao nendeni mkajiandikisha kupiga kura. Waraka wa Kwaresimu wanawataka wapige Katoliki wakapige kura. Umemwingeji nani? CCT wanasemaje? Bakwata wanasemaje? Shura ya Maimamu wanasemaje? Hawa ndio viongozi wa dini unaozungumza mama kura wana mapinduzi. Ah, ah, get get sisi tunasema hakuna mtu anayekataa no reform. Campaign ya no reform is a serious thing. Kila mtu lazima afikirie kuifanya kui na kuisukuma ikamilike. Lakini unapokuja kusema no election, what do you mean? Unless kama no no election, ni Chadema kutokushiriki uchaguzi. Ukisema no election ni Chadema kutokushiriki uchaguzi no no reform no election kwamba hakutakuwa na uchaguzi nchi. Are you guys serious about this? Okay, swali namba mbili linakuja tunalouliza ambalo tunataka majibu tu sisi kwenye, kwenye, kwenye kundi lile tulikuwa tunauliza majibu tu. Okay, unaposema no reform, no election, kama ukishindwa kuzuia uchaguzi Oktoba 2025 na wakaendelea CCM na serikali yake, faiti ya Chadema ni nini? Feti ya Chadema ni nini? Miaka mitano ijayo, Chadema itakuwa wapi miaka mitano ijayo? Mimi kwenye hili niseme hivi, tumemaliza uchaguzi 2020 yakatokea yaliyotokea, Chadema tukakaa kwenye kamati kuu, tukasema hatukubaliani na hatukubali matokeo wala mazao yatokanayo na uchafuzi. Kwa hiyo tukakataa wabunge wa viti maalum tukakataa madiwani wa viti maalum tukakataa ruzuku bro, uliza hicho chama kilikuwa wapi kati ya elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tatu Uliza hicho chama kilikuwa wapi? Kuna watu wanakuja leo wanasema tunaweza toka survive tu tunaweza toka survive tu, hawakuwepo. Kuna watu walimaliza uchaguzi elfu mbili na ishirini wakakimbia nzee, na nyiye mnajua walikimbia wakatuacha hapa Tanzania sisi tukapambana na Magufuli hadi akafa. Hao watu ambao wanasema sisi leo ni wasaliti kwa sababu tumesema A -a. Hiki mnachokisema lazima make sense. Unaposema no election, maana yake unataka kuzuia uchaguzi. Ukishindwa kuzuia uchaguzi, maana yake huingii kwenye uchaguzi. Kama huingii kwenye uchaguzi, hutapata wabunge, hutapata madiwani, hutapata ruzuku. Leo wamekaa, leo sasa hivi wanaendelea na kikao kinaitwa, kikao cha watia nia ambacho mimi nilitakiwa niwe mjumbe pale kwenye jengo la kisasa hilo jengo halijanunuliwa kwa hela ya mtu yeyote hilo jengo limenunuliwa baada ya chadema kuwa imezira ruzuku baada ya mazungumzo ya maridhiano tukakubaliana kwamba sasa tuchukue ruzuku tulipochukua ruzuku ya 2.8 billion tukachukua 1.6 billion tukanunua jengo la makao makuu ya sasa lile jengo ni mazao ya uchaguzi wa mwaka 2020 unapokataa uchaguzi tuambie ya mapato ya chama, wewe unakuja na matangazo ya harusi, unasema tone tone, wanataka watu wetu waende kwenye matangazo ya harusi yale wachangie tone tone. Mzee, unapataje hela ya kuendesha? Unataka eh, kuendesha chama kwa, kwa tone tone? Ulipe mishahara, ulipe mapango ya nyumba, ulipe sijui, ununue uh, uh, bendera, uweke uh, uh, mafuta kwenye magari, ununue magari kwa tone tone? Haiwezekani. Na ndio maana miaka yote na tume, tumekaa tumekaa kwenye vikao tunauliza, tupeni mfano wa nchi yoyote duniani ambayo chama kiliwahi kuzuia uchaguzi. Nchi moja tu duniani, kwamba chama kilikataa hakuna reforms kwenye nchi tuzuie uchaguzi. Naenda Kenya, hawajawahi kuzuia uchaguzi. Zambia hawajawahi kuzuia uchaguzi. Ghana hawajawahi kuzuia uchaguzi. South Africa hawajawahi kuzuia uchaguzi. Hakuna nchi ambayo chama kimoja cha siasa kiliwahi kuzuia uchaguzi, ila watu wanaenda kwenye uchaguzi wanapambana kwenye uchaguzi, wanadili na wanaohusika na uchaguzi, wanaotangaza wanatangaza, wasiotangaza watangazi, kama ni machafuko yatatokea uchaguzi. Sio kukimbia uchaguzi, sio kukimbia uchaguzi. Okay, tunauliza swali, seiti yetu ya kuwa Chadema ni nini? Katiba ya Chadema, wanasema sisi tunavunja katiba, lakini mi wacha niulize Watanzania na wanachama wa Chadema, katiba ya Chadema, Ibara ya nne, madhumuni ya chama. Madhumuni ya chama ni madhumuni ya kisiasa 4.1, 4.1.1 inasomeka hivi: kuhakikisha kuwa chama chetu kinashinda uchaguzi wa kiserikali na kushika dola kwa njia ya kidemokrasia ili kuleta maendeleo endelevu kwa taifa. Nimejaribu kuisoma hii katiba leo usiku mzima, wakati na najiandaa kuja kwenye hii press, natafuta wapi ambapo kuna sehemu ambayo inasema Chadema itazuia uchaguzi kwenye hii katiba, ili nione mimi, nijue nimevunja katiba gani kwa kusema kwamba no reform okay, no election. Hapana, sijaiona kwenye katiba hii ya Chadema. Nimesoma yote leo, natafuta wapi ambapo kusema no reform okay, no election. Hapana. Ni kuvunja katiba. Nimetafuta, nimesoma kote, sijaona. Lakini mi naona kwamba ni muhimu twende kwenye uchaguzi, tushinde uchaguzi. mwaka iko hivi, waheshimiwa wa Tanzania, wananchi na wapenzi wa Chadema, mwaka elfu mbili na kumi Chadema ilishinda majimbo 24, majimbo 24. Ikapata wabunge wa viti maalumu 25, ikapata halmashauri sita. Chadema ilikuwa na madiwani mia tano sabini na mbili mwaka elfu mbili na kumi way back mwaka elfu mbili na kumi miaka kumi na tano iliyopita, kulikuwa na tume gani huru? Ipi iliyokuwepo huru? Tulishiriki uchaguzi, uchaguzi uliibiwa, kura ziliibiwa, bado tulishinda. Msoma mjini tulishinda, tulishinda Ukerewe, tulishinda Nyamagana, tulishinda Ilemera, tulishinda Arusha mjini, tulishinda maeneo mengi, tulishinda uchaguzi. Sasa unapozungumza kama unataka kuzuia uchaguzi, lazima useme unazuiaje uchaguzi. Kama uwezi kuzuia uchaguzi, ni bora energy ya kuzuia uchaguzi uielekeze kwenye kushinda uchaguzi. Makamu wetu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche akushinda, kwa sababu kulikuwa na tume huru mwaka 2015 amekuwa akieleza alivyoshinda uchaguzi mpaka anatangazwa. Mheshimiwa John Heche alipata hati mbili za ubunge. It is a, a, a recorded phenomenon kwamba mtu anapewa hati mbili za ubunge. Lakini kwa nini alipoa hati mbili za ubunge alishinikiza kutangazwa kushinda kabla kata mbili za jimbo lake hazijajumlisha matokeo? Baadaye kuja kumaliza kujumlisha matokeo wakakuta bado ameshinda, wakamtangaza kwa mshindi. Sasa ndugu zangu, unaposema kwamba una energy ya kuzuia uchaguzi, lakini hiyo energy bado huwezi ukaifanya ikawa vvv, lazima tuzungumze haya mambo, tuyaweke sawa. Sasa inakuja hoja, kina Mwita na wenzao wamefanya uhalifu mkubwa sana, wamekisaliti chama. Kina Mwita wamepinga maamuzi ya chama. Kina Mwita unajiuliza swali, Chadema kwa mujibu wa hii katiba, ukisoma hii katiba, ibara ya tano, ibara ya tano kama sikosei, ibara ya ya, ya sita actually, ibara ya, ya, ya sita, actually, ya sita actually, inasema Eh, habari ya Chadema Didi, vikao vya kimtandao na kufanya mambo kidigitali.